Tuliweka katiba ambayo iliweka magavana na makaunti government, lakini Nairobi wamekalia pesa. Hakuna pesa, hata mimi mshahara inalipa wafanyikazi wa serikali nakopa kwa bank. Hakuna pesa ya kulipa, hakuna pesa ya hospitali. Mambo ya sha ilikufa, nyinyi mnajua. Hakuna sha ama iko sha? Hakuna ama? Nyinyi mnapata pesa kutoka kwa sha? Hakuna. Kama serikali ingekubali pesa yote ikuje kwa kaunti

mwananchi saa hizi tumeanza kusikia, sasa rais anatembea huko akifanya mikono na viongozi, anataka kwenda kule Central ah. Hey. Utapata naita viongozi kule kusema oh, nimewatengenezea barabara hey. ah. Nimewaletea maji, nimewaletea nini, hiyo mambo wakati wote hey. Kesheba mpya hiyo mambo yatakana kuwa imekwisha ama namna gani? hey. Maana pesa ambaye rais anaenda kupeana kule Mount Kenya akienda kule, sio pesa yake binafsi mpaka hey. Ni ushuru ya watu kutoka mtambo hapa yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah haimaanishi kwamba na na na Raila ama onane na Ruto watu waweza kupata maendeleo hiyo. Hiyo sio Kenya ambayo tunataka yeah. tupate maendeleo by right na haki yetu tumetoa ushuru ama namna namna gani watu wetu? Yeah. Na gani? Utaanza kudemand, kudemand. Sema ukweli bana. Unaanza kudemand. Hapa mahali tukisema sisi tunaanza tunaanza maandamano, tunaanza maandamano, maandamano yeah, yeah, yetu hata yeah, watoto ambao wananyonya wataenda hiyo maandamano mlikuwa mnabeba maembe na namna hii. Hizi sera ambayo serikali imeweka ya kunyanyasa mwananchi wa Kenya wa chini, siku moja hii sera itakuja kubadilika ama namna gani? Watu wangu kweli kweli, tutakaa na namna hii na namna hii na kuhangaika hii miaka yote kweli. Na nyinyi mnafanya kazi, hakuna watu wenye wako na bidii kama mwananchi wa Kenya, hasa wakulima wa Trans Nzoia. Mnafanya kazi kweli kweli, lakini kwenda kununua mbolea, mbolea ni pesa nyingi sana hata wanasema wamepunguza kidogo, lakini ile kupunguza ile mbolea imepunguza hata iweze kufikia wanati wote, unapata wengi mnaenda kwa mwadua kule Kitale kwenda kununua mbolea kwa shilingi elfu sita, inakuwa ni matatizo makubwa sana. Inawezekana vile mimi napeana mbegu hivi bila malipo, inawezekana pia serikali kuu ipeane mbolea bila malipo. <laughs> Mama ambayo mataifa nyingine yanafanya kule nje kusaidia mkulima. Mnaona mayai inatoka South Africa inafika Nairobi, mayai inatoka Kiambu inafika Nairobi. Mayai ya South Africa pia iko chini kuliko mayai ya Kiambu ambayo imetoka kilomita tatu peke yake. Kwa sababu serikali ya South Africa imesaidia mkulima kumlipia gharama zote. Hata akiuza mahindi shilingi tano bado anapata faida. Yeye tu lazima auze shilingi 20 ndio apate nini, faida? Nani huyu amekalia mkulima wa Kenya, hataki kumsaidia? Na nyinyi ndio mnaajiri hao viongozi, ama nini? Sisi nyinyi watu wetu, kifika 2027, ile tu mimi nilikuwa naambia watu wangu ukifika 2027, wakati huo lazima tujipikie kura sisi wenyewe kama namna gani?